Karibu Movie Secrets By Us. Mahali ambapo filamu hazisimuliwi zinavuliwa nguo mbele ya ukweli. Hebu fikiria dunia ikivunjika lakini sio kwa vita, sio kwa bomu, bali kwa uamuzi wa watu wachache waliokaa mezani usiku mmoja. Hii si filamu ya kelele. Hii ni filamu ya sauti ya chini lakini madhara yake ni kelele ya dunia nzima. Margin Call inatuonyesha jinsi dunia inavyouzwa bila hata mnunuzi kuuliza bei. Margin call maana yake ni onyo la mwisho: ongeza dhamana au kila kitu kiishe. Lakini kwenye filamu hii, Margin call ni onyo kwa binadamu, ni ile sauti inayokuuliza uchague nini: dhamiri yako au maisha yako ya kifahari? Margin call haipigi simu kwa benki, inapiga simu kwa dhamiri ya mtu. Peter Sullivan huyu ni kijana mchambuzi wa takwimu yeye ndiye anayegundua kuwa kampuni yao iko hatarini kuanguka vibaya sana. Peter anawakilisha vijana wenye akili wanaoona hatari mapema lakini hawana nguvu ya kufanya maamuzi. Akili iliona janga likija lakini haikuwa na sauti ya kulizuia. Seth Bregman huyu ni rafiki wa Peter. Anajua kuna tatizo lakini anaogopa anaogopa kufukuzwa kazi, kupoteza kipato, kupoteza maisha aliyoyazoea. Seti anawakilisha watu wengi kwenye jamii wanaojua ukweli, lakini uoga unawafanya wakae kimya. Seti hakukosa akili, alikosa ujasiri. Eric Dale, huyu ndiye aliyeliona janga mapema kabisa, lakini nini kilitokea? Akafukuzwa kazi. Kabla hajaondoka anamwachia Peter ukweli kwenye kifaa cha data. Eriki anawakilisha wataalamu wanaoonya mapema, lakini mfumo haupendi watu wanaosema ukweli. Kwenye mfumo huu kusema ukweli mapema ni kosa kubwa kuliko kuchelewa. Sam Rogers, huyu ni kiongozi wa wafanyabiashara wa hisa. Anafahamu kila kitu, anafahamu wanachokifanya ni kibaya, lakini pia anajua mfumo haujali hisia. Sam anawakilisha watu waliowahi kuwa waadilifu, lakini walichoka kupambana. Sam si mtu mbaya, amechoka kupigana na mfumo usiosikia. Willi Emerson, huyu ana pesa nyingi, anajua kuna tatizo, lakini pesa zimemfanya ajisikie salama zaidi. Willi anawakilisha watu wanaotumia pesa kufunika sauti ya dhamiri zao. Wengine hununua magari, wengine hununua usingizi wa dhamiri. John Tuld, huyu ndiye bosi mkubwa, hausiki na hisia, anatazama namba tu. Kwake watu ni zana, zikiharibika zinabadilishwa. Kwa John Tuld, binadamu si maisha, ni gharama. Siri, ishara na mafumbo yaliyojificha katika filamu hii. Namba moja: robo tatu ya filamu yote ni usiku, hii ikiwa na maana maamuzi mabaya hufanywa gizani. Ishara nyingine ni namba ngumu, wachache wanaelewa, wengi wanaumia. Ishara nyingine iliyoonekana katika filamu hii ni majengo marefu, ikiwa na maana kujitenga na maisha ya watu wa kawaida. Ujumbe katika filamu hii na katika ishara hizi ni kwamba dunia haikuanguka kwa sababu watu hawakujua, ilianguka kwa sababu waliojua waliinua mabega. Funzo la maisha katika filamu hii ni kwamba ukweli bila mamlaka hauna nguvu. Akili bila ujasiri ni kifungo. Mfumo bila maadili ni janga. Kila kizazi kina Margin Call yake. Swali ni utajibu kama binadamu au kama mfumo? Hii ni Movie Secrets By Us, mahali ambapo tunavunja filamu, tunafunua siri na tunagusa maisha halisi. Subscribe YouTube channel ya Movie Secrets By Us, follow Instagram, Facebook na TikTok, na comment: wewe ungechagua nini? Ukweli au mshahara? Karibu na asante.